Kwamba uh, kumekuwa na aina nyingi za mbio lakini, na kukutanisha na aina nyingine ya mbio ambazo ni za kipekee na hizi zimepewa jina la MUM 5 km run kwa maana ya MUM 5k uh, run na hii inaandaliwa na, na Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro. Na hapa nipo na makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Musa Asad, unamfahamu kwamba ni CAG mstaafu, lakini hapa nakutana naye kwenye masuala ya michezo. Karibu sana profesa, nimefurahi sana kuwa nawe asubuhi hii. Nashukuru kubwa linalonihamasisha hata mimi ni kwamba hmm. uh, profesa, asubuhi hii hmm. tayari <laughs> sisi ni watu wa saa kumi na moja asubuhi <laughs> kubwa sana hii profesa, uh, niambie kuhusiana na MUM 5K RUN. uh, MUM 5K RUN kwa kweli, hilo neno lenyewe ni neno la kibiashara na tumeliandikisha brela, kwao ni maalum kwa ajili ya chuo cha waislamu cha Morogoro. Sasa MUM 5K RUN ni jambo ambalo lina ma, madhumuni matatu dhumuni la kwanza, kuwashajihisha wenyeji wetu wa Morogoro kuwapokea wageni kutoka katika nchi nzima mm -hmm. ili kwenda Morogoro kufanya matembezi ya kilomita tano au kwenye afya kidogo kilomita kumi mm -hmm. hilo la mwanzo. La pili ni kuwashajihisha watanzania kwa ujumla wa wao waje Morogoro mm -hmm. waje Morogoro ili kushiriki katika shughuli hiyo ambayo itakuwa tarehe nane Novemba siku ya mahafali ya Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Tatu na mwisho, tunataka vilevile vile kulifanya jambo hilo liweze kuchangia ujengwaji wa hosteli ya watoto wa kike ya chuo cha Waislamu cha Morogoro, hostel ambayo itasaidia sana kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakaa pale chuoni badala ya kukaa nje ya chuo kwa hao. Haya matatu ndio mambo muhimu kabisa katika ufanyaji wa hilo jambo la 5K run Novemba 2025. mm -hmm. Wenye, wenye sifa za kushiriki ni kila mtu, kwa sababu jambo muhimu hapo ni uimarishaji wa afya. mm -hmm. Inawezekana hujawahi kufanya mazoezi hata siku moja, lakini uje Morogoro, kwa sababu huo ndio utakuwa mwanzo wako wa kufanya mazoezi. mm -hmm. Na ni muhimu sana kwa kweli kwa watu wazima kama sisi kuhakikisha kwamba angalau mara moja kwa mwezi unafanya mazoezi. mm -hmm. Na utaambiwa baadaye kwamba karibu kila siku nusu saa mazoezi. mm -hmm. Kwa hiyo tunataka kuishajiisha jamii ya Tanzania iingie katika mtindo huo. Kwa hiyo hili jambo litakuwa endelevu, tutalifanya kila tarehe Jumamosi ya mwisho ya mwezi, watu watakuja Morogoro kwa ajili ya jambo hilo, na tunatamaa kwamba litaenea dunia nzima hii mm -hmm. Sasa upo utaratibu wa kushiriki, pengine uh, Profesa, kuna watu ambao wapo sehemu mbalimbali. Kwanza ikiwemo mimi nilihamasika kuona uh, uh, picha moja mjongeo ukiwa unafanya mazoezi, unakimbia <laughs> nikasema, sasa hii na mimi nikipata taarifa kutoka kwa profesa uh, bila shaka nitashiriki pia. Ni kweli na kwa kweli mazoezi hayana umri mm -hmm. na mimi nimeweka nia kwamba nitakimbia marathon mimi shafika miaka 60, na ziada uh -huh, lakini nimesema nitafanya mazoezi mpaka nikimbie marathon uh -huh. Inawezekana ikawa hata mwaka huu inshallah. Uh -huh. Kwa hiyo kila mtu anaweza kufanya mazoezi. Kwa hiyo tunahamasisha mtu na mkewe na watoto wote uh -huh. Wafunge safari waje Morogoro tarehe nane ili kuanza hiyo azma ya kuanza mazoezi halafu, inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, wataendelea kidogo kidogo. Ni jambo ambalo sisi kama jamii tukumbushane kila mara. Kwa hiyo uh -huh. Nia yetu ni hiyo, watu waingie katika kuimarisha afya zao kwa kufanya mazoezi mm -hmm. Lakini vilevile vile hilo la tatu ambalo tulisema mwanzo, kuchangia uanzishaji wa hostel ya watoto wa kike pale chuo cha Waislamu cha Morogoro, na jina la hostel hiyo ni Samia Girls Hostel aha. Tumeipa maalum kwa ajili ya ku... kumpa his... heshima rais wetu kwa mambo ambayo ame jaliwa kuyafanya kwa nchi hii vile vile. Kuna hostel nyingine pale kuna Samora, kuna Samora Mandela na Nyerere. Sasa tukasema hii ya, ya nne tulipe jina la Dr. Samia Girls Hostel. Kwa hilo huenda litasaidia kwamba watu wataona kuna umuhimu wa kuchangia, na tunaongea na uh, Tanzania Revenue Authority kuhakikisha kwamba kila mchangiaji ule uchangiaji wake uingie kama ni sehemu ya matumizi yake. Kwa hiyo atapata kama credit kwa ajili ya kuchangia chuo vile vile. Na hilo jambo kwa, uh, kwa hiyo uh, watu wanachangia kwa, kwa utaratibu upi? Na hata yule pia ambaye anatamani kushiriki kwenye mm, hii MUM mk 5K, uh, 5K run na yee pia uh, pengine anaweza kujiunga kwa utaratibu, kujiunga katika mbio hizi ni elfu ishirini na tano. Mm-hmm. Kwa hiyo hata kama we huna uwezo wa kuingia unaweza kusponsor watu watu wanne laki moja wakaingia kufanya, kwa kila atakaingia pale atalipa elfu ishirini na tano. Kwa hiyo ni namna moja ya kuchangia, lakini namna ya pili tutawafuata watu mmoja mmoja ambao tunahisi wana uwezo na waweze kuchangia katika jambo hili, ambao ni jambo muhimu sana kwa chuo, lakini vile vile kwa taifa vile vile, kwa sababu unajua kuwasomesha watu wa kike katika hadi ile, unawapa malezi mazuri na wanakuwa baadaye binadamu wazuri zaidi. Kwa hilo ni jambo ambalo sisi tunahisi ni muhimu kwa maslaha ya nchi hii vilevile. Kwa hiyo sio tu kufanya mazoezi lakini, eh, ni kuwasaidia pia watoto wa kike kusoma kwenye mazingira mazuri zaidi, eh, mazuri salama na, na mazuri zaidi mm -hmm, ya. Na rafiki pia uh, mbali na mtu mmoja mmoja, pengine zipo taasisi zinatamani eh, kuwaunga mkono Nikonu, kwa sababu ni jambo jema na zuri na lenyewe pia mwongozo upoje, Profesa? Mimi binafsi nitazitembelea taasisi zote ambazo unazijua kuanzia Azam, mm -hmm. Bakresa group mm -hmm. wote ambao unawajua Dar es Salaam hii ambao tunahisi wana uwezo, wote watapata kufika kwangu, kwao. Lakini si Dar es Salaam pekee, utakwenda Morogoro kwa wenyeji wetu Kilombero Sugar Mtibwa, watu wote wanashughuli Morogoro tuawafata na matajiri usema wakubwa wakubwa, lakini hili si jambo la matajiri peke yake. Wajua tatizo kubwa sisi wa Tanzania ni kwamba hatuweki nia ya kuchangia. Unaweza ukawa wanapata shilingi elfu moja lakini ile elfu moja ile mia iweke pembeni kwamba jambo hili iliweka kwa sababu nitafanya kadha kadha kadha. Sasa huo uwekaji wa akiba hatuna, kwa hiyo uchangiaji unakuwa mdogo, mdogo sana kwetu sisi. Kwa hiyo sisi tunataka kuwahamasisha Watanzania wote kwa ujumla wao, yule ambaye ana alfu atoe mia, yule ambaye ana laki atoe laki. Kwa hiyo tunataka watu wote wachangie, si kwa uwezo lakini kwa nia zao. Mm -hmm. Na hilo la nia kwa kweli ni jambo ambalo kwa dini yetu linapeleka mambo yakawa makubwa sana ukiweka nia ya kulifanya jambo, Mwenyezi Mungu atia rehema yake na mambo yanakwenda vizuri zaidi. Mm -hmm. Kwa hiyo ndio tamaa yetu umesema ni utamaduni ambao unaenda kuanza sasa, uh, kwenye chuo kikuu cha Waislamu Morogoro. hmm. Uh, lakini litafanyika kila mwisho wa mwezi na litafanyika kwa muktadha huo huo na kwa dhumuni hilo ambalo umelizungumza hapa, ama kutakuwa na mengine ambayo yatatekelezwa kupitia, itategemea uh, kwa sababu hatujui huko mbele mambo yatakuwaje. Kwa hiyo itategemea kutakuwa na nini, lakini muhimu kwetu sisi kwa sasa hivi ni hilo la kuchangia ujenzi wa Samia Girls Hostel. Kwa hiyo kama itahitaji tufanye miaka mitano kumi, tutafanya miaka mitano kumi, lakini tamaa yetu ni kwamba katika mwaka huu mmoja, tukijumuisha nguvu za Tanzania mmoja mmoja na wafanyabiashara wetu wa watoaji wema, tunaweza katika mwaka mmoja kupata pesa za kutosha ambazo ni bilioni 7.1 7.1 billion lakini tunahisi kwamba tuna uwezo wa kuzichanga katika mwaka mmoja, lakini hili litaendelea kwa sababu ni jambo ambalo dunia nzima linafanyika. uh -huh. kama wale wana Google, angalia 5K run Mm -hmm. Iko dunia nzima, sasa tunataka Morogoro iwe inafahamika kwa kuwa una 5K run Morogoro. mm -hmm. na kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi watu watoke hata nchi nyingine waje Morogoro kwa ajili hiyo vile. mm -hmm. na Morogoro inavutia sana kwa kweli. mm -hmm. Niambie kuhusiana na mwamko na hali ikoje mpaka hivi sasa tangu mlipoanza kuwatangazia watanzania kuhusiana na hili. hali ni nzuri kwa kweli, na labda nishukuru Azam Media kwa mm -hmm. kutupa Uh, support kubwa sana katika kulitangaza jambo hili na kwa kweli kwa ujumla watu wanalijua, na leo hii natoka kuchukua, na kwenda kuchukua flyers kwa ajili ya kusambaza Dar es Salaam nzima hii inshallah. mm -hmm. Lakini watu kwa kweli wanalijua na social media huko tumekwenda vile vile, na tungeomba ambaye anapata taarifa hizi amwambie mwenzake vile vile, ili ikifika tarehe nane ambayo ni siku ya maafali tarehe nane Novemba mm -hmm. Wote tufike Morogoro. Tunatamaa watakuja watu elfu kumi pale Morogoro. Kwa hiyo akija watu elfu kumi kweli, si watu wachache, na kila mmoja akileta elfu ishirini na tano mm hizo -hmm. si pesa ndogo, itamaliza ita, ita, uh, ita ama kufikia lengo, haitamaliza tarehe nane. Hili si jambo la kumaliza mara moja, ndio maana tunasema tunawachajihisha mmoja mmoja wa Tanzania, lakini vile vile na watu wenye uwezo wa kifedha ki waweze kusaidia ujenzi wa hiyo hostel ya Samia Girls Hostel mm -hmm. Wapo watu ambao pengine sasa hivi wanatamani kuona ama kupata mwongozo wa namna gani wanawasiliana na MUM ama kuwasiliana, uh, na nyinyi uongozi wa MUM profesa, kuhusiana na uh, MUM 5K run, ili uh, waone namna gani wanawafikia ama namna gani wanatoa mchango wao, wanawafikia kwa namna gani? Aa, kwa kweli kuna website. Ukisearch, MUM 5K run kuna website ambayo ime maalum kwa ajili hiyo, utapata taarifa zote pale vilevile. mm -hmm. tungekuwa tumejipanga mapema hapa tungeweza pia kutoa taarifa hizo, lakini kwa kweli mm -hmm. nazo kwenye simu yangu na mm -hmm. hakuna fursa ya kuzitoa kwa sasa hivi, lakini kwa kweli website ipo na kwenye website kila kitu kipo. mm -hmm. na mimi pia naangalia hapa ninaiona. Umeiona eh? mm -hmm. kwa maana ya Uh, ile mum ya mum yes. mm -hmm. Halafu tano ya namba yes. uh, uh, halafu run ya Kiingereza ile mm. mm -hmm. Yes, imefunguka -mum uh, ila mwisho inamalizia na marathon yeah, lakini yeah, yeah. Yenyewe inaitwa MUM 5K RUN right. Sasa, sasa profesa, uh, neno la kumalizia pengine kwa watu ambao wanatutazama sasa hivi Neno la kumalizia bana, mimi kwa sababu mazungumzo yetu ni ya uchangishaji wa uwezo wa fedha mm -hmm. ni kuwahamasisha Watanzania kuweka malengo, si katika kutumia pesa mm -hmm. katika kuweka akiba. Sasa, sifa moja ambayo hatuna sisi ni kuweka akiba. Tuna sifa nzuri sana ya kutumia, lakini hatuweki akiba. Kwa hiyo ningependa Watanzania wajifunze kuweka akiba, ukipata elfu mbili weka kichwani kwamba katika elfu mbili hivi mia moja naiweka pembeni mm -hmm, ndio mwanzo wa uwekezaji, si kutumia alafu zinazobaki sasa ndio akiba. Hapana, natakiwa uweke akiba kwanza uwekeze, ndio hutumia. Hilo ndio neno langu la mwisho, asante. Tukiwa wote tunafanya hivyo, michango kama hie tunaweza kuifanya vizuri sana. Sawa sawa, nakushukuru sana Profesa. Mimi nakushukuru zaidi, asante.